navyosonga mbele wazee kutoka jamii ya Waluhya wanawahimiza vijana kuhubiri amani na kutafuta vitambulisho ili kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao na kuwachagua viongozi bora. Aidha, wazee hao wanatetea umoja wa Kenya ili kupunguza joto la kisiasa linaloshuhudiwa katika taifa hili. Wamewasuta baadhi ya viongozi wa kisiasa kwa kutumia lugha ya chuki ili kujipatia umaarufu na kuwataka kuwa kielelezo kwa jamii. Muwe na umoja wenu, muwe mkijua kabisa nyinyi ndio ndugu kwa ndugu. Elders walio 70 tulikuja pamoja na tunaishi na amani, kwa sababu ya uwezekano ambao tulipata misingi bora kutoka kwa mzee Jamin Kadasia, na tungependa tuendelee hivyo, tuishi hivyo, na tunasema viongozi wengine wa Kenya waige mfano wa Jamini Kadasia kuleta jamii yote ya Kenya pamoja. Sio sisi voters wenye tuko na shida, shida ni political class. Fuateni mienendo na mfano ya mzee Kadasia, shikamaneni, leteni jamii ya Mlembe pamoja, ili tukuwe na ile bargaining power yenye gavana wetu anasema. Muluya awe kwa mesa. Tukifuata mfano wa mzee, Muluya atakuwa kwa mesa akipigania maslahi ya Muluya.